Achraf, Achraf Hakimi beki wa PSG na Morocco ndiye mchezaji bora wa Afrika mwaka 2025. Hakimi aliwashinda Mohamed Salah na Victor Osimhen baada ya msimu wa mafanikio makubwa. Alibeba kombe la mabingwa Ulaya na Ligue 1 na, na klabu yake ya PSG, na ni beki wa kwanza kushinda tuzo hilo kwa miaka hamsini na miwili. Ghizlane Chebbak ameandika historia kama Morocco wa kwanza kushinda tuzo la mwanasoka bora wa kike barani Afrika. Goli la Mtanzania Clement Mzize katika mechi ya Yanga na TP Mazembe lilishinda tuzo ya goli bora la mashabiki. Fiston Mayel wa DR Congo alishinda tuzo ya mchezaji bora wa mwaka wa klabu ya wanaume timu ya wanawake ya Nigeria nayo na ilijishindia tuzo ya timu bora ya wanawake. CAF iliwatambua viongozi wa Afrika Mashariki, Rais William Ruto, Rais Samia Suluhu Hassan na Rais Yoweri Museveni kwa mchango wao katika kuandaa CHAN ya mwaka 2024 na maandalizi ya AFCON ya mwaka 2027. Tuzo za CAF za mwaka 2025 zimeleta historia, mastaa wapya na heshima kwa Afrika Mashariki.